Akisoma hukumu hiyo, jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya Mheshimiwa Said Kalunde amesema katika uamuzi wake kwenye shauri hilo, mahakama imezingatia mambo makubwa manne. Amesema mambo hayo ni mahakama kutaka kujua kama kweli kuna mtu aliyekufa na ikiwa kifo hicho siyo cha kawaida na kama aliyemuua alikuwa na nia ovu na kama mshtakiwa ndiye aliyehusika na mauaji hayo. Jaji Saidi Kalunde amesema baada ya kusikiliza ushahidi ambao umewasilishwa na jamhuri kupitia kwa mashahidi sita waliofika mahakamani hapo, mahakama imejiridhisha pasi na kuacha shaka kuwa ni kweli mtoto Saidi Mwasha alikufa na alikufa kifo kisichokuwa cha kawaida na kwamba yeyote aliyemuua alikuwa na nia ovu. Amesema katika shauri hilo shahidi namba moja na shahidi namba nne ndiyo waliomuhusisha mshtakiwa na shauri hilo kwa kumuona na kumtambua kabla na baada ya tukio. Jaji Saidi Kalunde amesema kutokana na ushahidi uliotolewa mahakamani hapo, mahakama imejiridhisha pasi na kuacha shaka kuwa mshtakiwa Beatus Andrew ndiye aliyemuua Obedi Mwasha na hivyo mahakama inamtia hatiani. Baada ya mshtakiwa kutiwa hatiani, wakili wa serikali Imelda Ariko na wakili wa utetezi Stanslaus Maiko hawakuwa na pingamizi, na ndipo Jaji Kalunde akaamua kumsomea Beatus Andrew adhabu inayomkabili kuwa ni kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kumua Obeid Mwasha. Baada ya jaji Mheshimiwa Said Kalunde kumaliza kusoma hukumu hiyo, wazazi na ndugu wa marehemu Obeid Mwasha wakiwa nje ya mahakama wakawa na haya ya kusema. Mi nashukuru mahakama imetenda haki yake kwa kumhukumu huyu kumu jamaa, na alikuwa na wenzake, lakini hao wenzake wawili bado hawajakamatwa. Hiyo mahakama nimeishukuru, lakini mtoto wangu kumwona ndio hivyo ameshapotea mtoto wangu, sina cha kusema, ila naishukuru mahakama. Huyu mtoto aliyefariki Obedi isawafu Mwasha ni mjukuu wangu na tuliumizwa, lakini asante, kwa sababu Mungu alienda kusimama na kuonyesha aliyeweza kufanya mpaka Obedi isawafu Mwasha kuondoka katika dunia hii, akapatikana na leo mahakama imetenda haki kwa kumtia hatiani na kutoa hukumu ambayo imetolewa na mahakama. Nimeumia kwa sababu yani wamenipotezea mtoto wangu ambaye alikuwa bado hajatimiza ndoto zake, na lingine, namshukuru Mungu kwa sababu ndiye aliyeweza kufanya hata huyu mtu aliyefanya hayo mauaji akakamatwa. Wakati jaji ametoa hukumu hapa, machozi yangu yalitoka kwa sababu ndipoona jizi yule mtoto alihangaika mpaka kukata roho. Nashukuru mahakama inatenda haki. Nikiripoti kutoka mahakama Kuu kanda ya Mbeya ni hapa jijini Mbeya, naitwa Emmanuel Lengwa wa ITV.